Zaidi ya familia kumi kukesha kwenye baridi kali baada ya nyumba kuteketea Tuluroba. Zaidi ya familia kumi katika eneo la Tuluroba iliyoko wadi ya Wabera watakesha nje kwenye baridi kali. Hii ni baada ya nyumba ya kukodisha walimokuwa wakiishi kuteketezwa na moto mwendo wa saa 11 jioni. Inakadiriwa mali ya thamani ya mamilioni ya pesa imeteketea kwenye mkasa huo wa moto na hakuna chochote kimeokolewa isipokuwa mabati, mabaki ya kitanda na nguo zilizoteketea. Kwa mujibu wa mmiliki wa nyumba hiyo Muhidin Noor ametoa wito kwa wahisani kujitokeza kuwapa msaada wa nguo na bidhaa za malazi kwa waathiriwa. Mimi ni one of the caretakers of uh, this place kama mnavyoona tumeasarika, tumepoteza kila kitu na ni mali, kama unavyoona ni mali ya mamilioni imechomeka leo. Sasa tungependa wishers anyway, huwa waangalie vyenye watatusaidia. Naye Abubakar Mohamed Jarso ambaye ni jirani amesema kwamba gari la zima moto lilifika kwa wakati na kuendelea na shughuli ya kuuzima moto huo. Moto ilianza karibu sasa saa sa kumi unusu hivi saa kumi na moja ikielekea. Tunashukuru zimamoto ya kaunti alifika kwa wakati na maji ili tusaidia kuzima moto ili sienee katika majirani. Walioathiriwa wako hali pabaya, hakuna kilichonusuriwa. Makaratasi ya shule a, vitu zao za nyumba, kila kitu imechomeka. Baada ya Abubakar kuzungumza, Susan Gakii ambaye pia ni jirani amewarai majirani serikali na wahisani kujitokeza kuwakimu familia hizo kwa vyakula, nguo na hata magodoro na pamoja na blanketi. Tunaomba serikali isaidie isaindie, isaindie, hata watu wamechomekewa hapa hii. Watu hawana kitu leo, hawana kitu ya kukula, hawana mahali ya kulala, wamechomekewa hivyo, hata wengi wametoka hivyo, hakuna kitu yoyote wako nayo. Tunaomba serikali ya Mungu wasaindie tu, sababu saa ta hii ukiangalia hapa hata kuna mama wako ni wandogo walikuwa hapo wote, watu wako watoto wandogo, hata wana wali kulala leo, hata hata hakuna mtu mmoja hata, wote hakuna kitu mmoja hata wameokoa yote yote, imenini, yote imechomeka yote. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiri Guyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.